Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Victor Kilasile Mwambalaswa, mbunge wa Chunya, sasa aulize swali lake. Kituo cha afya Chunya kilipandishwa hadhi kuwa hospitali ya wilaya mwaka 2008 lakini kuna tatizo la ukosefu wa chumba cha kuhifadhia maiti. Je, ni lini serikali itatatua tatizo hilo? Selimani Jafo, naibu waziri tawala na za mikoa na serikali za mitaa katika ofisi ya Rais anaenda kujibu. Mheshimiwa naibu waziri, naomba uendelee. Mheshimiwa naibu spika, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI naomba kujibu swali la Mheshimiwa Victor Silasile mwambaraswa mbunge wa Chunya kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, serikali tayari imeanza mchakato wa ujenzi wa chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya wilaya ya Chunya ambacho kinatarajiwa kugharimu shilingi milioni 230 hadi kukamilika. Ujenzi wa jengo utagharimu shilingi milioni 60 na majokofu yatagharimu shilingi milioni 160. Katika bajeti ya mwaka wa fedha 2016/2017 zimetengwa shilingi milioni 50 kwa ajili ya ujenzi wa chumba cha kuhifadhia maiti, yani muchwale. Mheshimiwa naibu spika, katika hospitali ya wilaya ya Chunya kwa sasa kipo chumba maalum ambacho kimetengwa kikiwa na uwezo wa kuhifadhia maiti mbili tu. Chumba hicho hakitoshelezi huduma hiyo, hali ambayo na walazimu wananchi wana kufuata Huduma ya aina hiyo katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya. Mheshimiwa Vita Mwambalaswa, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa naibu spika, pamoja na majibu mazuri sana Mheshimiwa naibu waziri, nina maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa naibu spika, Mheshimiwa naibu waziri amesema mwaka huu serikali imetenga shilingi milioni 50. Mheshimiwa naibu spika, hizi hela ni hela za halmashauri ya halmashauri na, na mimi mbunge nitachangia katika hela hizo. Mimi nalosema serikali kutoka makao makuu aidha wizara ya afya au TAMISEMI watachangia kiasi gani kwenye hospitali hiyo ambayo ni wananchi wa wilaya Chunya? Oo, la kwanza la pili. Mheshimiwa naibu spika, hapo katikati e, bunge lililopita bunge la, la kumi serikali ilianzisha mpango wa kukarabati hospitali za wilaya kumi kuziinua kiwango ziweze ku, ku, kutibu maradhi yote ili kupunguza congestion kwenye hospitali ya rufaa, na Chunya ilikuwa mojawapo katika hospitali hizo kumi katika Tanzania. Huo mpango umefikia wapi? Mheshimiwa Naibu Waziri, Ofisi ya Rais TAMISEMI, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi wa Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mwambarasu kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli safari hii imetengwa shilingi milioni hamsini, na tunaposema tunavyofanya mobilization of resources mara nyingi sana kuna vipaumbele na mimi najua wazi kwamba pesa hizi ni own source, lakini sio kama kusema kama kwa vile ni own source, basi serikali manake haina jicho lake, manake ndio maana mchakato wa bajeti manake, kuna bajeti zingine, pesa zingine zinatoka katika serikali za mitaa, zingine zinatoka serikali kuu na kuna wakati mwingine sasa kipaumbele cha baadhi ya pane inaenda katika miradi mingine. Kwa hiyo lengo kubwa ni kwamba serikali kupeleka mchakato huo mpana na mwisho wa siku ni kwamba wananchi kuweza kupata huduma. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbarasu, naomba nikuhakikishie kwamba hela hii ni, ni onsos na ninajua kwamba nanyie mmefanya harakati na wewe mwenyewe ukiwa ukisimamia ile harakati ya harambee na mimi naomba niwapongeze kwa sababu miongoni mwa watu ambao wamefanya wenyewe kuhakikisha kwamba wanafanya harambee, tena ikiongezewa na mbunge mwamba rasmi, ni kupongeze katika hilo. Lakini naomba nikuhakikishie kwamba katika mchakato wetu ni kwamba najua hii itapokuwa imekamilika lazima kutakuwa na mapungufu mengi yatakuwa yanajitokeza katika kuhakikisha kwamba hospitali inaweza kufanya kazi. Ndio jukumu la serikali, mwisho wa siku ni kwamba hospitali ile ya Chunya iweze kuwa na hadhi sasa kama zingine. Na mimi na kwao naomba ni kwanza, sisi tutakuunga mkono kwa nguvu zote; kwa vile umekuwa ukipigania katika hili tutashirikiana kwa, kwa, kwa, kwa, kwa jinsi zote, na lazima la ukarabati kama osema kulikuwa na mchakato wa ukarabati, ni kweli, na maeneo mbalimbali ukarabati unaendelea, lakini bado tukiri wazi, tatizo hili bado ni kubwa Bati. Hata niliposema wiki iliyopita kwamba ukiacha ukarabati, lakini hali kadhalika kuna majengo mengine ambayo hajakamilika na ndio maana tumetoa maelekezo wiki iliyopita. Nimesema halmashauri zote, hata mheshimiwa, kule Chunya, kwa mkurugenzi atakwenda kupata waraka kutoka TAMISEMI. Lengo letu ni nini? Najua kuna mambo tumeyafanya, lakini bado mapungufu yako makubwa zaidi, tuweze kubainisha hizo changamoto, tuzipangie mkakati wa pamoja. Sasa jinsi gani tutafanya kurekebisha matatizo haya, hasa ya magofu ambayo hajakamilika, lakini za hadhi za hospitali yetu za zahanati ziwe sawasawa. Nadhani mchakato huu utakuwa mpana sana lengo kubwa ni nini? Kukizi matakwa ya ilani ya Chama cha Mapinduzi kama tulivyoahidi wananchi wetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbarasu, na kuomba kwa nikuemewi kwamba tutakuunga mkono katika juhudi kubwa unazofanya katika jimbo lako la Chunya na halmashauri ya Chunya. Mheshimiwa Ali Keish: asante sana mheshimiwa naibu spika. Mheshimiwa naibu spika, wilaya Nkasi leo na miaka 40 tangu ilipoanzishwa, lakini haina hospitali ya wilaya wala serikali haina mpango kujenga hospitali za wilaya. Ni lini serikali yetu itakuwa na azimio la kujenga hospitali ya wilaya, hasa katika makao makuu ya wilaya katika mji wetu na Manyere? Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya Rais TAMISEMI majibu. Mheshimiwa naibu spika, naomba kujibu swali la kakangu wali kesi kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, mimi namfahamu Mheshimiwa Kesi swala zima ili la tatizo la, la afya na miongoni mwa mambo ambayo nayakumbuka Mheshimiwa Kesi alipendekeza kituo kimoja kile cha afya kukipandisha gredi kuwa hospitali ya wilaya kama sikosei na alizungumza hapa bungeni kwamba kituo kile cha afya licha ya kuwahudumia wananchi wa jimbo lake, wanatoka wengine kutoka katika nchi mpaka ya Kongo. Na hili nilisema siku ile kwamba Kesi, jambo hili tumelichukua lakini lengo letu ni nini? Kwamba katika mpango wa pili, kila halmashauri, mpango wa pili wa afya, kila halmashauri kuwe na hospitali ya wilaya. Kwa hiyo Mheshimiwa Kesi, naomba tuseme kwamba tutaungana pamoja katika mipango yetu, lengo kubwa, kwa sababu tunajua wilaya yako iko wilaya ya pembezoni na ina changamoto nyingi. Tutajitahidi kwanza, kwa kituo cha afya tunakiangalia, na mimi nimekiri wazi kwamba nikija kwako kwa lazima nikitu. Kituo cha afya tusasawishwe, wenzetu wa wizara wa afya kiangalie kama kime, kimefika vigezo ipandishwe kwa hospitali ya wilaya, lakini tutakuunga mkono. Lengo kubwa ni kwamba wananchi wa eneo lako lazima wapate afya, na jambo hili umelipigia kelele sana toka waziri mkuu wa mwanza aliyopita Bwana Pinda na nimekusikia ukilizungumza, na mi nasema tuko pamoja katika hili. Mheshimiwa Mary Mwanjelo: Mheshimiwa Naibu Spika ninakushukuru kwa kuniona, na mimi naomba niulize swali moja tu dogo la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa wilaya hii ya Chunya ni mojawapo ya wilaya kongwe sana Tanzania, lakini hospitali hii haina vifaa tiba wala matibabu husu, wala, wala, wala vifaa tiba wala wala matibabu ni kweli, lakini wakinamama kwenye wodi ya wazazi wanapata shida mpaka wanajifungulia chini. Nilikuwa naomba serikali kujua ina mkakati gani katika kuiangalia jicho la ziada kwenye wilaya hii kongwe nchini. Mheshimiwa Naibu Waziri Ofisi ya Rais Tamisemi, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba Waziri wa Nchi Ofisi Tamisemi, naomba kujibu swali la Dr. Mary Mwanjera kama ifuatavyo, mbunge wa viti maalum. Changamoto ya vifaa tiba na sio vifaa tiba, maanake kuna changamoto, ukienda hapo vifaa tiba utakuta changamoto ya madawa, na ndio maana katika mpango wetu wa sasa, niwashukuru sana wenzetu wa, wa Wizara ya Afya, ukiangalia mpango mkubwa tunaondoka nao lengo kubwa kwanza, hata ukiangalia swala zima la vifaa tiba, swala zima la madawa, mwaka huu katika bajeti ya mwaka huu imejirefrekti kabisa jinsi gani tutafanya hasa hospitali zetu za wilaya ziweze kuwezeshwa. Lakini kikubwa zaidi, maelekezo makubwa, hospitali nyingi sana mara nyingi inasuasua katika swala la madawa na vifaa tiba, na ndiyo maana kwamba mpango wetu mkakati mkubwa sasa hivi kuhakikisha kwamba tunafanya correction ya kutosha. Na mara nyingi sana pesa zilikuwa zinakusanywa lakini sio zile zinakusanywa, zinaingia katika halmashauri zinaingia katika hospitali, nyingi zilikuwa zinapotea. Ndio maana tumeasisi mifumo ya electronic, lakini hata mwanzo pesa zikikusanywa, zilikuwa hazitumiki zote kwa matumizi ya hospitali, mengine watu walikuwa wanatumia kwa ajili ya kulipana padiem. Mwisho wa siku ni kwamba hata dawa na vifaa tiba vinavyokosekana. Kwa hiyo kutokana na mwongozo tumesema kwamba pesa zote zinazokusanya katika hospitali za wilaya ukiachia na mafungu mengine, lengo letu kubwa kwamba mifumo elektroniki tutakusanya fedha, lakini lazima muongozo ufuatwe. Je, asilimia ngapi inaenda katika vifaa tiba na asilimia ngapi inaenda katika dawa? Mwisho wa siku tuweze kutatua tatizo la dawa na vifaa tiba katika hospitali zetu. Na ili mheshimiwa, na tutaenda kulisimamia katika mwaka huu wa fedha. Lengo letu ni kuongeza ufanisi katika hospitali zetu za wilaya na hospitali zetu mbalimbali, ili mradi wananchi waweze kupata huduma. Mheshimiwa Lubeleje. Mheshimiwa naibu spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi, nina swali dogo la nyongeza. Kwa kuwa wananchi wa kijiji Kijiioliani nana Mlembule na Mgoma tayari wameshaonyesha juhudi ya kujenga majengo ya zahanati, kilichobaki ni serikali kusaidia, lakini Igoji kusini salaza za jengo liko tayari limekamilika, pamoja na Igoji kaskazini. Je, mheshimiwa naibu waziri utakuwa tayari kuwapelekea watu wa Igoji kaskazini na kusini huduma ya madawa na kusaidia hawa ambao tayari wameisha nguvu za kujenga zahanati? Mheshimiwa Naibu Waziri, Ofisi ya Rais TAMISEMI, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi wa Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba na kujibu swali la Mheshimiwa George Rubereje mbunge wa Mpwapwa kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimesikia kilio hichi na bahati nzuri Rubereje, kama ukifanya reference mwenyewe ni miongoni mwa maswali mengi sana akiuliza katika sekta ya afya, na mheshimiwa Rubereje nikuhakikishie kwamba katika eneo hilo kwanza ahadi zetu zile zile kwanza za kutembelea lazima tutazitembelea nani zahanati hizi kuziangalia, kwamba jinsi gani kama kuna changamoto kwa tuweze kuzitatua, lakini hali kadhalika tutafanya utaratibu jinsi gani upatikanaji wa dawa, kwa sababu nikijua jimbo lako ni kubwa, maeneo yako ni makubwa. Nimefika katika sehemu kule wanaitwa Makutupa. Kutoka Makutupa mpaka mtu anaenda kufuata huduma ya afya ni mbali sana. Kwa hiyo, Mheshimiwa Mbeleji, naomba nikwambie ni kwamba juhudi unaoenda kufanya, endelea kuifanya, lakini tunaunga mkono, lakini lazima tu visit tuangalie kama kuna changamoto zingine tuweze kulirekebisha, basi tuambie wataalamu wetu tuweze kufanya hata location ya wataalamu wa ndani lakini, asawazima jinsi gani madawa tutafanya, ili mradi vituo hivi vianze kufanya kazi, wananchi waweze kupata huduma.